Ini, wakati tunapanga watu wa kufa nilijikuta namtaja mchungaji mmoja awe miongoni mwa watu watakaokufa. Kwa hiyo baada ya kumtaja yule mchungaji yani, kuzimu ukitaja mfano kuna mtu kama Moses Kulola, yule Moses Kulola tumemtaja mara nne yani kusema tu Moses Kulola, kiringeni, mkiwa wachawi themanini mnapona ishirini sitini wote mnakufa. Kuna mtu mwingine tulikuwa hatumtaki Gwajima, huyu Josephati Gwajima, askofu wa ufufuo na uzima. Huyu alikuwa ni adui yetu mbaya, na hata mimi amewahi kuniponza akaninyang'anya misukule wanane pale Morogoro ambao nilikuwa nimewanunua kwa gharama kubwa sana. Na yule Gwajima mpaka mimi naokoka tulikuwa tumemshindwa tulikuwa tumemkosa kabisa tumetumia mbinu kumi na moja mpaka za kumuwinda na sumu tumemuwinda na risasi tumemuwinda na tindikali tumemuwinda na ukombola unyagu tumemtumia nyoka mara ishirini na saba tumemtumia wanawake kumi na tano lakini gwajima tukamkosa tukaanza kumkamata kwenye udhaifu wake wa kiimani kwamba aropoke za kisiasa kwenye kanisa ili tufanyaje? Tunase miguu yake. Lakini alipokuwa akipambana na kina Kikwete, sisi tulichokifanya tulimchora kwenye rada ili tumpige. Kuna siku kidogo aanguke madhabahuni akiwa na kiongozi wake aliyekuwa dereva wa ndege yake, yule anaitwa ile siku tulikuwa tumetuma maajenti ishirini na tisa kanisani kwake na alifanikiwa kutunyang'anya binti mmoja aliyekuwa mwanachama wetu wa kiringe cha Tanga Muheza, na baada ya kutunyang'anya tukamsetirada ili tumuue kanisani. Kilichomsaidia Gwajima na kinachomsaidia Gwajima mpaka leo ni kanisa analochunga. Yani, yale maombi yanayoomba Gwajima, mimi sisiti kusema ukweli kwa sababu ni kazi nilizokuwa nikifanya. Yale maombi wanasema, rudisha, njoo, piga piga, wapigwe, wapigwe. Yale maombi, unakuta sasa mmoja anaenda huku, mwingine anaenda huku, mwingine anaenda huku, mwingine anaenda huku, afu yeye Gwajima yuko kati, mara akimbia huku. Ukimseti kwenye rada unamuona Gwajima huyu hapa, ukianza kusuka risasi ambapo ungepiga, kuna vitu vis, vitano vinatokea. Kitu cha kwanza unaona ni mtoto wa kondoo yuko katikati ya damu. Sasa ukishaona ni mtoto wa kondoo yuko katikati ya damu, hupigi. Unakuwa u, ujitakie usalama kwanza wewe. Andaa madamu huko, chinja mbuzi, weka damu pembeni, ili jini aje atakapo litakapokurudia lile kombora ujikinge usife wewe. Kwa hiyo inabidi ustopu . Sasa ukistopu ukimwangalia tena umeshajiandaa, unakuta ni mkuki wa moto unaokuja kukuangamiza wewe. Inabidi uswali kushindana na ukajifiche chooni. Huku duniani vyoo huwa ni milango ya kwanza ya kuzimu iliyo karibu na binadamu, na kila choo ina majini matano mpaka saba. Kwa hiyo unapoingia kichwa mle chooni, unajichaji kwa kura. Yale mavi, kile kinyesi kile, ni chakula cha wachawi waliokuwa kwenye renki kama ya kwangu. kwa hiyo uki Gwajima tukawa tukimwangalia akiwa mkuki vile tunakimbia kujificha huku. Wakati mwingine sasa unaenda kumwangalia mara ya tatu, unashangaa unamuona, ukipiga anadondoka, unafikiri ni yeye unaenda kukuta sio yeye, ni mtoto wake. Yaani ni katoto, ambako ni katoto ka muumini wa mle kanisani. Sasa ukishaona amepigwa yuyo, huwezi kukubali afe, maana akifa adhabu yake utalazimika wewe uue mwanao au ndugu yako adamu akalipie ile kafara. Kwa hiyo inabidi ile kombola ufanye iwezekanavyo uliondoe. Ndiyo pale Gwajima akawa anapata akimwombea anakuta tumeshaondoa kombora, mtu aliyekufa anafufuka. Kwao tukaona anaendelea kupanda chati sana kwa jima kuliko sisi, ndio tukamwinda sana, ndiyo mpaka tunampiga tindikali, lengo ni afe, kwa sababu alikuwa mharibifu sana wa kuzimu. Kuna siku moja akamtukana Askofu wa Kanisa Katoliki Pengo, lile tusi ndo tuka, ikasukwa hati ya mashtaka kumnasa gwajima lakini ile hati ya mashtaka kilichomsaidia tena ni kanisa na kitu kingine kinachomlinda gwajima mpaka leo ni mtu anayesema sana siri za kuzimu na siri ya kuzimu na kanuni yake ni kwamba unapokuwa unafichua siri ya kuzimu sana unakuwa unatengeneza una, una mambo mawili. Kama una nguvu inayokusaidia ya upande wa pili tofauti na kuzimu, lazima hiyo siku ufe. Yani kama hivi navyoongea hivi, na wewe ningekuwa sina Yesu, sijaokoka, yani saa hizi unaondoka tu na mimi nimekufa. Lakini hapa siogopi, kwa sababu tayari Yesu alishanifunika. Siogopi chochote, nina miaka mingi kwenye uokovu kidogo, ndo maana nilishahubiri sehemu nyingi, na hata sasa nasirifa ya kusema Bwana ndiye anisaidiaye. Kwa hiyo Gwajima tulimshindwa, kwa sababu alikuwa natufichua sana, analiambia kanisa na dunia yote siri zetu, kwa kila mianya tunayotaka kwenda kutumia kumnasa tunakuta amekamatwa mchawi mmoja wetu anatufichua kule, tuna feli mpaka mimi naokoka. Gwajima tulikuwa tumemshindwa. Tulichofaulu tu ni kitu kimoja, kumchafua sifa kwa kumbambikiza tuhuma mbalimbali, na ile ilikuwa ni ili tumzofishe nguvu, aache kuendelea kuipiga kuzibu. Hicho ndicho tulichofanikiwa kumchafua tu.